Kenda kupendekeza kama mitatu minne, wa kwanza ukiwa barabara ya kutoka Mwachane Kikoneni Mwananyamana Bengo na Rukanum, na Mwaguru niwekwelanga, hiyo barabara ni muhimu na iko busy kila wakati, kwa hiyo tukipata barabara hiyo itakuwa imetufaa kama tuanunganunga. Ya pili, tuko na sehemu inaitwa Mkwiro kule, tunajua ile sehemu ni sehemu ya mawe na sehemu ya baharini, hakuwezi chimbika kisima kwa sababu ya maji ya chumvi za kwa bahari. Kwa hivyo tunaomba tu pia pale tuweze kupata damu ya kuweza kusaidia watu.

bilnimole tukipata t tasu na madesi mia moja na ishirini tatusaidia, kwa sababu mpale hakuna madarasa na pia watoto chini. Kwa hivyo tukiwasaidia pia wake takuwa pia ia vilekini kuna sehemu, kuna vijiji zaidi ya watu mia saba ambao wana stima na hiyo sehemu pia tungeomba stima tuweze kuwekewa stima, na kijiji kikubwa ni sehemu kubwa, kubwa, ambayo iko ikotomo wana ambao sehemu ambayo hivyo vijiji ni Vambani Mkonjwe, Gurugu B na sehemu ya Mwananyamana ya chini. Kwa hiyo hiyo sehemu pia tungepata stima ingekuwa pia vizuri zaidi ii tuweze wananchi weze kupata stima sehemu hiyo, sababu ni sehemu kubwa na iina stima e, vile, vile pia igetia mkazo kwenye Mwachana bridge ile, mwenzango wamezungumzia ile bridge ni ya kitambu, lafkiri ni wakati ndio ilitolewa na maji pale, na pia imekuwa hivo kwa siku nyingi, kwa hivyo pia tungeopa ule ambao tumesikia pia tuweze kuongeza ungao hiyo bridge iweze kutengenezwa kwa sababu ile inaunganisha Kikoneni kwenda mpaka Mwananyamama. Sasa hii kupita ni mpaka uzunguke safari ndefu, iweze kurudi Kikoneni. Kwa hivyo tuliomba pia hiyo mweze kutuongezea budget kidogo, ili pia iweze kukamilika. Mimi na sina mengine, ni hayo tu, na Mungu akubariki na Kikoneli lokesho hii daraja, mbona imeachwa muda mrefu? Sijui kuna tatizo gani hapo. Kwa hivyo mimi naomba kamati hii ya bajeti izingatie hii daraja, inauma inauma inauma kwa kweli. Na ni daraja ambayo ni highway ya kutoka zamani sana ambayo ilikuwa ndio daraja kuu ya barabara namba mbili. Kwa hivyo kama kuna uwezekano hii budget ambayo imetengewa masuala ya utamaduni ipelekwe kwa hiyo daraja ikatuvusha. Tayari kuna milioni themanini na nne kwa hiyo daraja tayari kwa hii budget, lakini alisema kwamba haitoshi. Nisikia kitu kama hicho, kwa hivyo pengine tafute pesa kuongeza, hayasema ayasema ningianaongeza Lingine, okay. Lengine narudi hapa kwenye utamaduni, hapa unaniuma huu uumini mpaka leo. Hii hapa tulipo alikuwa palikuwa cultural center. Why not is a social service, kwamba sisi socio tuanze mradi wetu mpaka ufike income generating, alafu urudishwe, eh, foreign affairs system why? Kwa hivyo kama sababu ni hii culture iongezewe, hela tuanzishe kituo chengine sisi cha culture pale pengine, hapa tupache social development, because sisi culture, we are social indigenous community. Ni waanzilishi, alafu tuna kabizi ili ada zengine ziendeleza, we are fair, tuko tayari, lakini tunataka tutengewe budget nyengine. Nataka kujua ni nani tuna hold accountable, je ni enni Niaja niambie watu walungaluka kwamba tumeambiwa kuna pesa imetengwa na itafanya hii kazi. Hilo ni la kwanza. La pili, kila mmoja amekuja akaongelelea masuala ya rescue center uh, ukiangalia kwa...